Aminu aminu Awa, kuna mtoto amekufa hapa wetu. ni kiriro kia famili ya Yusuf Ali iria ikuririra kioto kia mwana wao urihukwirikana na agwirirwe ni nyomba ya ngorobe ikumi na imwe iria yakoborerwe ntere ja Mombasa Saa hizi wanakuja wanaficha kila baada, ngoja kidogo. Badala ya kufanya priority kutoa mwili, wanafanya priority kutoa scrap. Namna gani? picha cha CCTV, ni chikuona ni ya Motana Ojo akijana kutonya kile nyomba yeu

priority ilikoko <coughs> ni huyo maiti tutoe, lakini tunaona watu wanashughulika upande hii upande hii. Maiti haiko upande hii, na ukienda upande ile nyingine, mtaona wanapakia script. Tunataka serikali atusaidie, hatutake mambo ya kabila. Huyu jamaa anafanya mambo ya kabila. Kijana wetu damu yake ndio tunataka na mwili yake. Ngabanao Mombasa na ugite agatigira muci juu jukugwata kioto kia mwana wao aria arongekite ngugi gene ariti ngugi baire barwangirwa waki na kuuga nibetite na mbere gutigira muci jugucokanirwa aria kinya ajie bare barari cibitari ya Coast bethirete bagichokwa cibitari u beta na mbere kwamukira motungata I met the family and I've given them my assurance that whatever it is that they decide to do, they have my full assurance